Bwana, kama nilivyokuambia tupo maeneo ya location ambapo kuna movie na andalio ya All Stars. Lakini anaiandaa ni Jackson na hivi tupo, tupo kwenye kambi kambi yao ambayo wameiandaa ili tujue kile ambacho kinachoendelea. Sasa tupo, tupo tupo penyewe hapa, naona maandalizi ni yale yale, kuna mtu ameshavua nguo na Jackson huyu hapa moto kama unavyoona kabisa. Na, na, na, na kamera imezimwa mm -hmm. kamera kidogo imezimwa kule mm hapo -hmm. mm. Naona kama vile kuna nini tena hapo? Hapo huyu dogo anatakiwa acha kwa fimbo unavyoona anatakiwa na. Acha kwa fimbo maana alikosea ufani. Okay, naona wasanii tofauti tofauti sana. Maje wako wengi sana tofauti tofauti, mastaa kibao, lakini nikukaribishe tu kesho, maana tutakuwa na walio wengi tutakuwa na madogo zangu wote wana comedian. Sawa. Wote unawajua wewe akiwepo, Mama Zuu katu swanyanga nani, wote kama unavyoona, wakina Ilocho, mastaa wote wa kambi unawajua wana waigizaji lakini naona kama vile naona kama vile ni kona, kama vile All Stars kama kama wewe ndio umesimamia kila kitu. Yeah, sasa kwenye All Stars makameramani naona ni mtu mmoja tu. Ah, uh, ni kweli nimejaribu, mm, kufanya na mmoja, maana unajua hali yenyewe mm. So, yeah, so, nzuri sasa. Ataso hujishirikisha sana na wengine pale, uh, wengine nimewashuhusha, nimewashusha mm, nimewashusha lakini mambo ni mengi. Sasa shida

wa ndoo kabisa bure mlete, alafu jiandaeni. Nyi mnachungulia ule anapopigwa fimbo na ku, mnachungulia kabisa, mnaona. Maana nyie kila tukio mlikuwepo, ndo kazi yenu. Movie nzima kila tukio mlikuwepo, kitu haina shida. Wewe pita tu usiwaze, ndono anko hakuna ndoo. Sasa watachukua baadaye, wanakurudishia watakuchotea maji mengine. Ole wake ashindwe kurudisha. <laughs> Ole wake ashindwe kurudisha maji. Kuna kitu atakuwa na kitu, anaenda kuchukua. Ah, anaenda kuchukua ule mbili. Okay, sasa, sasa Jackson. Naam, vipi hii hii idea, hii hii idea hii, sasa hii idea itoka gapi? singekuwa nyeusi ni sawa mimi, hmm. yeah. mwenyewe ndo nimeonaashirikishe yeah, wotejana e, yeah, ni wote unajua, mm, baba mm. Mm. Mm, ni hivyo lazima ku kutaka kuweka wanao au watoto au ndugu zetu wote wakae sawa wakae sehemu moja ni kitu muhimu sana, ni vizuri sana mm. kwa sababu mesema baba aafu yeah. nimesema kuna, kuna, kuna wale wengine watakuja mm. Okay, hiyo ndo siwahi kumwagia muache jamaa ndo atakuja naye atatoka naye hivi kisha ndo anamwagia. Ukiangalia, okay, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kazi zao kule na wenyewe wanaonekana ii ni wababa kule kwenye kazi zao hey. Ni kweli na wao pia ni baba kule na maana mimi niseme kama babu. Babu. Wenyewe ni baba wewe ndo babu. Kwa hiyo lazima, acha niwe hivi. Sasa, okay, hii movie ina inahusu nini hasa? Inahusu falme. Falme. Ni muhimu sana pensi. Utachelewa sana. Fanya yes, yes, cha. Pensi ni muhimu sana eh. Penzi, penzi, penzi. Eh, ni ufalme lakini. An mimi bado ndo utakuja kumalizia kila kitu. Eh, bado ni direct, nishamaliza kufanya direction ndo naweza sasa kukanani. Naomba mtafute kiti. Nani? Oh, nani. Naomba, njoo njoo njoo njoo hebu njoo, njoo. Muombe, muombe mzee mule nda awasaidie, mpe ile kiti mzee mule nda kwa utaratibu, mpe ile kiti alafu awape kile kiti, maana kile ni kizuri zaidi. Okay, na itachukua siku ngapi hapa? Hii hapa ni kama mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Ah. Mwezi mmoja tu wanashoot, maana nifika ndefu ni na ina vitu vingi hmm, kwa kutengeneza nini mazingira ma eh? Hebu angalia isije kamdondokea kichwani. Sasa <coughs> na na na na kamiga. na wasanii wa na, na wasanii wa na ku... Mama, zile purukusheni purukusheni zile zinaweza wasanii wasanii wa kuimba, na wao watashiriki kwenye nini? Wasanii ni, nilitaka ni, iwe hivyo. Hmm. Lakini sikuandaa kabla. Kwa hiyo siwezi kuwa kwa weka <coughs> kwa weka. Kwa nani kiweke hapo hapo, maana mkae sehemu, naona nani kuwa weka, kwa weka natakiwa mkae. Naona jinsi wanavyomtesa. a kwa nini sasa, kwa nini sasa ulishindwa? Kwa sababu nikiangalia kuna, kwa sasa, kwa sasa kuna baadhi ya movie nyingi zinazoonaga sana sasa, mm. pale kwenye Azam pale mm. unakuta na wasanii wa kuimba unakuta wanashirikishwa pale mm. Sasa wewe uli, ulifeli wapi sasa, kutokuwa utokuwa weka wakatini ya kifarume hiyo, mfalme anatawala kila kitu. Ni kweli. Na watu wote Unajua wasanii wetu hmm, kiukweli sikuwaandaa kabla kama ilivyosema mwanzoni hmm, lakini ningekuwa nimewandaa kabla tungefanya jambo kubwa zaidi. Okay. Okay. Okay. Na, na vijana wako sema, kama tengeneze mazingira wa... mazuri kama ulivyosema, wale wajukuu wajuku wako sasa wale, na, na wamekubali wame kufanya kazi na wewe kweli? Wa vijana wa wale wajukuu wajukuu, lazima wafanye kazi. Kwa nini wakatae? Sababu unajua kuna muda mwingine kuna wajukuu wengine wakuta wanazinguaga sana. Ni kweli, anayezungua tunaachana naye, aliye tayari tunafanya naye kazi okay, lakini sidhani kama kuna atakayezungua maana mm, tunaheshimiana na hii ni moja kati ya kuonesha upendo, ushirikiano, mm, umoja <tis> yeah. Okay, umoja mlianza lini kuhuku, kushuti movie? Hii tulianza Shatlan Jana, yani hapa tuna siku mbili kwa kuanza kwa kwako sasa kufikia muda huu mm. Ni watu gani hivyo, vitu nyangala viwezi kufanya kazi <laughs> vina vitu vile vinyangala kule nyuma pembe za, pembe, zile pembe pembe zile, za pembe, za zile ukizi mbuk. Sasa wewe unaangalia mnuko au unaangalia uboreshaji? Usiangalie kunuka, naomba uangalie uboreshaji uzuri, kwamba jua lipo na ina uwezo wa kuleta mandhari fulani fulani hivi. Unajua kwa mfalme huku kuna vitu vitu fulani fulani amazing, nini? Wajua, mfano kama hivyo. Sasa sasa, Jackson, ufalme unakuwa na vitu vingi sana. Huu ufalme ni wa, wa ule wa zamani sana au ni wa kisasa? Kwa kweli ufalme si wa kizamani kama unavyoona huu. mm. Ni ufalme wa kisasa, kisasa. kisasa, ambao watu wanavaa vizuri, mm. watu wanaishi vizuri hakuna shida zaidi. Huu ndio ufalme tulioandaa. Mm. Wow, wataka tuwe na ule ufalme wa kidhamani? Hapana, sasa hivi hata kwetu huko Kongo wafalme wetu sasa hivi ni wazuri bwana, wanalamba suti anavaa <laughs> vizuri <laughs> ta mfalme ana suti. Wow, nini amevaa fresh. mm. bodyguard wako vizuri. Kwa hiyo sio zile falme za zamani ambazo kidogo watu walikuwa wamevaa vibaya. Hizi hapa ni falme kizungu, ni zile falme kizungu zinaitwa, <laughs> lakini pia zile sharti za ufalme kama hizo hizo <laughs> sheria ni ile ile lakini inakuwa okay. Na vitu kama hivi, muona mzee alivyo wazidi ujanja. Inawezekana ni wa zamani. Eh, mzee ni wa zamani. Muona wazee wetu, mzee wa zamani. Ndio mwenyewe, hey. Na wewe, na we kwenye hii movie unahusika? Kwa kweli ninahusika vya kutosha sana kwa, hmm, umri kama huu kwa kweli sehemu zingine waga wanaona wana kama vile mtu mzima hawezi kujihusisha na mambo ya kitoto, lakini filamu sio kitoto, ni kazi kama kazi zingine. Kwa, kwa hiyo ndio sasa kwenye oh, mm. hii movie ya kifalme, wewe unahusika kama nani? Inaonekana e, kwamba kwenye movie hii mimi ndio atakayekuwa msaliti, lakini vile vile niko kule ikulu katika mm. wale wazee washauri wa oh. mfalme na mimi nikiwemo, na mimi ndio nao tamani huu ufalme sasa. Okay. Okay. Yaani, utakuja kupindua ku, e, na kama inavyochezeka humu inaonekana kwamba watoto wameanza kunihisihisi. Okay. e, kwamba huyu mzee ana utamani huu ufalme wa baba yetu kweli, hey, kweli ndio hivyo. Sawa, vizuri sana mzee wangu, okay, asante. Tuko tutazidi, tuko pamoja eh hapa. hey. hey. Naona kuja jamaa, vipi lakini, naona yeah. Kama hivi unaanza kuteseka mwanangu, usiseme wewe, wamefunga kama vile yule yule jamaa yule mzungu aliigizaga movie ya Yesu yule jamaa alipatiaga sana. Yule jamaa yeye utasemaje, yaani unacheza kama eh, amevaa uhalisia wake. Mungu akisaidia pia naweza nikavaa uhalisia. Sasa okay. Kwa hiyo mbona umefungwa hivi? Kuna kosa gani ambalo ulifanya? Da. Sema kweli kabisa kosa nilolifanya nilikuwa ni kosa ndogo tu, lakini adhabu kubwa. Historia inaongelea kama Ufalme fulani hivi vya kikoloni ile, mm. Sasa nilikuwa niko pita pita zangu kwa bahati mbaya, sasa nilikuwa niko na haraka mm. kuna mtu alikuwa anamkimbizia nini mm. ile nikaenda kwanyaga matope nini, kwa bahati mbaya nika mjishia e, kumchafua nika mtoto wa nani mm. uh, mfalme mm. Sasa yeye ni mtu ambaye atakeza lao mm. alivyoona nini bado juma hajafika ja, Bwana, bwana mapema sasa nakati bado atakayemusha hajafika. Aha, kuna maji yengine na sasa, mtengenezea maji, ndio make up kweli kabisa. Naona changamoto afu ushindwe kufacilia movie yangu, utakuwa unanifanya makosa kabisa. Naona changamoto kwa location, ndio maana tumeamua kuja hili tu watazamaji waanze kuona mapema kile ambacho kinaandaliwa. Tamani, tunateseka sana location, mtu anaona tunavyokuja kuna pesa, inapendeza huko, lakini kuna mambo mengi tunayopitia location magumu. Okay, sasa imekuwa kwaje? ku kuelewana na jamaa akakupigia aka simu ili umsaidie, um, kwenye hii movie jamaa mm -hmm. Jamaa bosi wangu ah upo kwenye kikundi kiku chake yeah, kiku. kiku na movie nyingi tunayo mm -hmm. Sema tu ndio ile bado ndio walisia sana hiyo ngumu hiyo ndio unajua hakuna kazi ambayo inakosaga changamoto, mm. Kila kazi ina changamoto yake, lakini pia kazi yangu naipenda sana, maana inanifanya niishi mjini familia mm. yangu ile mm. kwa hiyo napenda ninachokifanya kwanza. Sana. Kuna, kuna ule muda nimekuona kuna muda wa nimekuona umeteleza kule vipi, mwilini umejisikiaje? Da, unajua kurudia ule mara tatu mara nne ya kurudia hapo, ungetafuta ile mafuta ya nani ile ya maji maji, yanaenda kwa mazuri maji maji naona bwana, bado tupo location hapa, bado maandalizi ya filamu ya, ya, ya ufalme, lakini all stars, kila msanii unayemjua mwigizaji wa kambini au hapa kwetu atashiriki.

Ni siri ipi ambayo unaoifahamu mtu akiwa tatu kwenye mwili wake? Da. Tatu ni kitu ambacho kinamfanya, hmm. mtu mwenyewe a nini, nini, kufuna nini, kama wale ambao wanafuta sigara, nini kupenda fulani. Maana mimi nilikuwepo na tatu kabla sijakuwepo hata sana. Ni kitu ambacho kama starehe kwa mtu yule, ambaye kama ni urembo fulani kwa mtu Sawa. Lakini zina kuwaga na maana ah, see. Si, kuna mmoja ambao anachora zamana lakini mimi ya kwangu nichoraga maana nduga, sijui maana yakeknem naweza nikajitetea kwa upande mwingine, japo sivyo nichoraga maana ni kipindi ambacho ufe. Uh, kwanaya, upo, upo kwenye asili ya nani ya Wayahudi, kama una maono umeonea Juma, hajafika ile jua kali, mwanangu kwa mganga bwana. Unaisha kwenye mwili wangu baba, safi unanisifu mwanangu mwanangu ha, yaani, movie, hii hapa movie nice. Ah, sijui labda management yenyewe inajua inafanya. Unajua mwanangu madirector wanasumbua wanazunguka muda wa kuedit. Madirector, ah, kwa uhalisia kabisa maana ni movie ambayo ina watu wengi. Alafu mm, ni story ambayo ni kubwa mm, kwa mm, kwa kiharaka haraka hivyo kama tunafanya vizuri watoto ni kitu cha mm, utu uzima wanajai kutokea kitu kama hicho hapa kambini yeah, na wasanii wote watakuepo. Ina maana kusema kuwa maandalizi yake si ya kama tunaamka msingizini, ina maana tutoe kitu ambacho labda kesho kutwa kitakuwa ikaandika historia kwa, kwa mwanangu, hata kwa mjukuu wangu, kwa babangu yule. Wewe ni mshiriki, ni kifalme ya mfano ya kifalme. We, we, we, we, umeshika kama nani? Ah, nani, mimi uh, mimi hapa ndo mara ya kwanza nimefika aksh. Lakini ushacheza mbaya usika kama nani? Mimi nampenda princess, nataka princess, yani nampenda kinoma ni kama uh, uh. Uh, yani yeah. <tapingoto> O, mtu ananitolea mbavuni kidogo ila mm. Atakayeendelea mbele pengine tutajua tu ila bado hujamaliza? Bado sijamaliza, bado tupo sana. Niambia vile tatu. mm. Ah. Sijakosea yeah. Jana okay. Uh, ilikuwa ni siku ya kwanza siku mm. ya yeah, yeah, pili, na kama unavyojua location lazima yeah. kutokea na changamoto mbalimbali mbali. Kwa hiyo yeah. anaweza kusema siku tatu ikaja mm. kuunga kwenye siku tano nne yote mm. anawezekana kinijamaa na, nani na msimamizi wa wa movie, nimemuuliza kusema kwa nini mbona hajaweka wasanii na wakati ni All Stars ostas. Uh, sijajua huenda labda kuna nafasi zingine bado hazijakaviwa yeye. yeah, amesema kwamba wasanii hapana kwa kuwafikiria kwa kuwaweka, kwa sababu unajua kitu cha All Stars mm. Lazima wa, wa, wa, angeweka kila sekta zote pale, we wa, we wa stand up comedy au wale wa comedy okay. wale yes. wa serious na uh, yeah. wasanii bwana bana ngeka vizuri okay. Hey, lakini pia kuna kuna kuna makomediani wengi tu Mbona wapo? Au nyame, mm. Amewaweka, yeah. lakini ame kwenye nguo ya wasanii ndio kufanya nini? Akuwaweka. Akuwaweka. Ah, okay. Labda unajua stori stori inaweza ikaanza hivi, hivi ikaendelea ikaendelea vitu vingine vikaja vikaja vikaongezeka. Eh, na maana sina imani kama leo kama mimi jana sikufika leo nimefika, kasi jamu ile jamaa sikumuuliza kama hii itakuwa ni <burgensen> hmm. <Yen> <baby> wani wani single movie au series? hapo sana tujaelewa. Mbona sijajua kama itakuwa na ah, siri ngapi? Au acha tumtafute kidogo, Jackson imerudi kwao, hii movie ya mfalme. Itakuwa series. Au <inaudible> uh, itakuwa single movie, itakuwa vipande vingapi? si tunaendelea tu , lakini tutaishia kwanza kwenye 20, bwana, alafu tutaendelea. Tunaendelea lakini tunavyofikiria, ifike kabisa kwenye 100, ndio hapo tunaweza tukafikiri pia na wasanii wa waimbaji, yaani wasanii wa gospel waimbaji, na pia na waweze kuingia kwanza. Kwa sisi kwanza, hivi hii holo itaishia kwanza kwenye 20, alafu mwendelezo mwingine utafuata. Okay, ikiwa uhitaji watu mashabiki wameona kuwa tuendelee hapo, naona na watangazaji watawekwa, yani itakuwa sisi, yani cha yeah. Watu hapa hapo, watu. Lakini kuna support yoyote ambayo ipo nyuma yako? Ah, kikweli hakujawa ya. Hmm. Na naweza nikasema itakuwepo hmm. Na ipo maana tuna watu Hmm. Aa, lakini bado kabisa nimeanza kwanza e, hmm. Wewe kama nikiwa nikiomba sapoti ah. Kwa hiyo siwezi nikaomba sapoti uko sijaanza. Kwa hiyo leo kwanza nianze mimi alafu ndo niombe sapoti. Okay. Vizuri sana umewaza sana kuwakutanisha yeah. Baadhi ya waigizaji kuna wengine unakuta hawafahamiani wa, wa, wa mm. Hawajuani kweli. Wanaona mtandaoni. Tukutane tujuane. Bro, bado anatengeneza kamba hapo ndo sawa yeah. mm. Sasa, kwa sababu wewe umependelea mazingira ya huku ni kwa sababu kidogo kuna utulivu kimya, istoshe pia mandhari ya huku kidogo iko vizuri. mm. mm. kwa ndo maana nimependa huku mm. waka zako zinaanza zinaanza saa ngapi na zinasheka saa ngapi? Location zangu ni mm. pale mm. ambapo mm. sini zitakuwa zimeisha, alafu tunaenda na bet <mimiliki> Betri za kamera zikisha kwa moto kwa zimeisha, hapo tunapata changamoto kidogo kuhusu kuchaji sini <mimiliki> zote zitakuwa ni <mimiliki> za nje tu nakura za ndani ndani tunafikiria ziwepo lakini ni ngumu kwa ajili ya taaashe ahataa au kukosa moto. Unajua taa zenyewe, nikisema taa umeme taa zitahitaji umemetahitajtizankwao. Naamini tu tukipata sapoti ile bora sana tunaweza tukafanya vyote. Mm. Mm. Watazamaji watarajie nini hasa? Kwanza watazamaji mm, watarajie kupata kitu kizuri kipya ambacho mm. mm, kina msisimuko mkubwa mm, na ambacho kimekusanyisha baadhi ya watu tofauti okay, tofauti kukiwepo mabodyguard wasanii, mm. mm, watu wengi yeah, kama mnavyomwona Juma yeah, mm. e, mtamwona wengine tofauti na Juma pia sawa. <laughs> Kama hicho ni lugha ipi ambayo itatu itakuwa basic sana? Hii itakuwa ni Kibembe, lakini pia itatafsiriwa na mkandara, mkandara. Mm -hmm. Yaani, hakuna lugha nyingine ambao mmetumia. Humo mna lugha pia ya Kiswahili, lakini atakayetafsiria zaidi sana ni wale, ina maana itapewa kwa mkandara ee, kama wa Nigeria vile. Alafu hatupiga okay. Sasa. Kwa sababu kweli, lakini tulipigwa sana, tulipigwa kweli. Sasa ndogo tulipigwa, kwa sababu labda ndogo akufuatilia movie vizuri akuwepo. Lakini sasa mimi hii nitakuepo kabisa, tutafanya takriban kama ni wiki tuko naye tunafanya tafsiri. Okay. Kwa kisha tutaendelea kuonyesha baadhi ya matokio kwenye movie ya Kifalme ambayo iko inaandaliwa, ambayo inaandaliwa na Jackson. Na usikite kimoja sana kusubscribe, kulike na comment na uwe wa kwanza kupata habari zetu kutoka ndani ya Mastaz. Mimi mtangazaji wako Isaac Kabaisa. Sema bye bye na asante.